Bari natumai uko mzima naitwa Dr. Constancia aka Dr. Connie. Ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo yani ENT. Leo niko hapa kukukumbusha hivi mm, unafahamu ya kwamba um, maji hayatakiwi kuingia sikioni. Kwa sababu gani? Maji yakiingia sikioni yanaweza kukuletea mm, risk ya kupata infection ya masikio kwa sababu pH iliyopo kule kwenye ndani ya sikio iko maalum kabisa kwa ajili ya kukabiliana na vimelea vya magonjwa mbalimbali mbali ya masikio. Lakini pia maji akiingia huenda kuvunja vunja ile nta ya ulinzi iliyowekwa kwenye masikio kwa ajili ya kulinda masikio yako yasipate infection. Uh, sasa maji yanapoingia, lakini pia yanaenda kuloanisha ile ngozi iliyoko ndani ya sikio na kuifanya iwe brittle, yani iwe iwe iwe delicate au iwe Um, rahisi kuvamiwa na na, na bakteria. Sasa tunaepuka vipi maji masikioni? Ziko njia nyingi na viko vifaa, sasa hivi teknoloji imekuwa, viko vifaa mbalimbali ambavyo unaweza ukatumia especially kwa wadada wanaoenda saluni kuosha nywele, maji yanaingia masikioni, lakini pia um, wakati wa kuogelea swimming ha? Na infection nyingi ambazo tunazipata za sikio la nje zinatokana na exposure ya, ya, ya maji uh, ndani ya sikio, yani kuingia maji ndani ya sikio, na hizi zinasumbua hata watoto hata watu wazima. Sasa uh, ni vifaa gani vinatumika? Viko vifaa maalum vya kuzuia uh, maji yasiingie ya sikioni, na nitashare nanyi hivi vifaa, nitakuelekeza kwa ajili ya kuprotect masikio yako, viko vya aina nyingi, viko ambavyo ni reusable, yani unatumia una unahifadhi, unaweza kutumia tena endapo unataka kuogelea ama unatumia shawa, maji yasiingie masikioni, ama unaenda saluni kuosha nywele.